Highlight ndo unaangalia sasa hivi, niko na one of my favorite player, a best defender uh, MVP captain team kama tano hivi, anashawahi kucheza timu kama tano zote captain. Mambo vipi? Poa? Inakwaje? Inakwaje? Ah, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Hebu niambie, safari yako ya wewe ya kuwa captain kwenye timu ya mkoa wa Dar es Salaam na pia ushaikuwa captain kwa timu uliocheza mwaka jana na pia ni captain ya timu unaocheza mwaka huu ukiachana na mkoa. Hebu tuambie siri ya mafanikio yako yani, how comes, yani kila timu unaoenda unakuwa captain. Ha, unajua uh, sijui yani ni kudra za Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi naamini kwamba viongozi wanazaliwa kwa hiyo Uh, mi naamini na, kabisa kwamba nimezaliwa kuongoza, kuongoza. Kwa kwa yani by, hey, by kwa wewe so by, by ni vitu vingine nakuja ni nature tu kwamba umezaliwa hivyo. Kwa hiyo kila sehemu unapoenda basi wanaona kwamba una, una, una fit katika system zao, lakini nafikiri kwamba kitu kikubwa zaidi ni, ni nidhamu kwa sababu kuona nature uongozi na ku, kuishi na watu unajua inakuwa inakuwa na ugumu sana. Kwa yani, yes, kuweza kuishi na kila mtu na kuelewa kila mtu anavyoishi haya maisha ambayo tunaishi sasa hivi kwa kila mmoja na, na, na, mm, na kwa, mm, kwa sababu mimi mimi ni rahisi sana kumuelewa mtu na na kuishi na naye mm, vile ambavyo anavyotaka yeye yeah, lakini sasa tuna najaribu kukubadilisha taratibu kama mm, vile ambavyo natakiwa mimi ni kuwe kwenye system, sio mtu wale kwamba labda anakuona sasa huko hivi kwa kunja chapu tubadilike, no. Kwa, mm. Ni, ni, ni, ni foo, sabu, niko tofauti kwa sababu ni kwa dynamic. Okay. Hivi uh, timu ya kwanza ongela Dar City hamjafungwa game hata moja. Eh, thank you. Uh, eh. Yeah, that's a mission. Eh, yeah, hamtakiwi kwenye ligi na kufungwa game hata moja. Hamna timu yote ambayo inaenda kuplan kufungwa game yote. Kwa hiyo sisi lengo kuchukua ubingwa. Konda kuniambia kuna, kuna timu ziliingia kwenye ligi zinategemea kushinda Eh, kwa, kwa timu timu, kwa hizi tulizokopa nazo sasa hivi kuna yani... baadhi ya timu zinafungwa mwanzo mwisho na hizo timu ukiziangalia kuanzia wachezaji kila kitu unaona kabisa ni hapa tulitegemea kufungwa. Kwa mfano naweza kukupa mfano ambao mimi niko honest sana hmm. Kwa mfano timu ambayo wewe umeipembania kurudi kwenye ligi, sio kama umeifuatilia na baada hmm, ya okay. ku kuipambania timu, imetoka kwenye D ligi imerudi kwenye ligi nahisi na, oh, nakumbuka mwisho uliongea kwamba ile ilikuwa ni kama kitu chako ulikipa, ulikipania kwamba lazima nirudishe Kurasini hit kwenye ligi, alafu baada hapo we uendelee, kwa sababu ulivyoiacha ulivoiacha Kurasini kuondoka kwenye ligi. We ni kitu ambacho kilikuuma sana. Shout out wewe na brother Kago. Lakini kwa mkoa wa Dar es Salaam, hivi timu ya mkoa wa Dar es Salaam mara ngapi Uh, mara kwanza ni, ni, ni nichezea Dream Team mm, mwaka gani sikumbuki mwaka, lakini ilikuwa ni mashindano ya intercities okay. Yani nilikuwa kama ni ruki kwa mara ya kwanza, mwaka gani? uh, ilikuwa kama elfu mbili kumi na sita kumi na sita kumi na tano. Kwa hiyo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Mara ya pili nikacheza na, na, na Dar es Salaam ilikuwa ni I think ilikuwa Arusha. Taifa Cup. Taifa Cup pia. Nilicheza na mkoa wa Dar es Salaam na mara tatu nikacheza nao Dodoma kipindi ambacho shindo shindo kaingia madarakani ni Kurasini. Kurasini Kura of ya course. Na hiyo ilikuwa ni mara yangu ya tatu, so hii hapo itakuwa ni mara ya nne. okay. na... uh, kama nahodha wa timu wewe Amini, Bwana Amini Mkosa mm. uh, majukumu yako nje ya uwanja na ndani ya uwanja ni yapi? Tuanze kwanza ndani ya uwanja, mi najua jukumu lako eh, ndani ya uwanja nalijua, nimejui watu wengine walijua kweli. Ah, ndani ya uwanja, kwa mtu asiyejua, ndani ya uwanja huyu jamaa ni bonge moja la lida, yaani ukiwa na Amini kwenye timu yako, yani ujihakikishie ya ushindi, kwa sababu ni mtu ambaye anakufa uwanjani na wewe. So nataka kujua nje ya uwanja majukumu yako kama Uh, kapteni wa timu ya mkoa wa Dar es Salaam kitaifa mm. Majukumu yako ni nini haswa? Uh, kwanza ujue kwamba kwanza uh, timu ya mkoa mm. wa Dar es Salaam wakipiki wachezaji mm. wale ni superstars ambao wanao kwenye timu kwao nakisha kuwa ni ina maana ni, ni, mm. ni superstar ni mtu ambaye unajielewa unajua nini unachokitaka true. Kwa hiyo mimi kama captain mm. uh, nafikiri kazi yangu inakuwa ni nyepesi sana kwa sababu unaishi na watu ambao wanaelewa kitu wanachokifanya, wana potential, wana talents kama wewe, wengine ni zaidi yako, lakini uh, kuwa na hiyo heshima kama captain inakuwa ni kofia ya kufanya kwamba wale wenzangu ambao tuko nao kwenye timu wawe comfortable zaidi, umeona okay. no, wawe comfortable zaidi kwa, yeah. kwa maana kwamba ya, ya kuhakikisha kwamba kila mchezaji <clears throat> akili yake yani mental yake iko fresh Uh, kutengeneza ule urafiki kabisa yani, yani sio ushikaji mm. urafiki kabisa ile bond uh, kati ya mchezaji na mchezaji kuhakikisha kabisa kwamba yani uh, kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vinawakera wachezaji na mm. kwa hiyo yani mi na, na, na break ile gap kati ya, ya mchezaji na management yeah, na coaching staff, kwa hiyo yeah, yeah, yeah. yani mimi happen ndo, ndo comfort zone yao kwa whatever, whatever happen kwa mchezaji the first person kukimbilia anakuja kwangu. Okay, kwa kuna moja mbili tatu, if I can solve it immediately mm. na, na solve kama, kama inahitaji kwenda kwenye ngazi nyingine, na angalia utatibisi ya kuifanya. Kwa hiyo ni ni ni nafikiri hiyo gap ambayo iko kati ya coaching staff, uh, management ya team, kwa mimi ndo naiziba pale katikati kati. kwa hiyo mm. nafikiri ndio jukumu langu kubwa sana hivi mwaka jana mwaka jana Dar es Salaam yeah, hawakuingiza timu si ndio? Je, kama wewe ukiwa captain, maybe unaweza ukawa ukatupa ukatuambia najua sikujua mwakajana shida ilikuwa nini? Je, labda ulikuwa unajua shida ni nini? Kwa sababu katika kikapu kinacho kikapu kinachotegemewa kuangaliwa especially kwa Tanzania ni kikapu cha Dar es Salaam. I na hiyo alibishiki. Yeah. Of course Dodoma alikuwa na ligi very strong mara wana ligi Arusha, wana ligi Mbeya, nimeona ligi yao kama imerudi. Yeah. Sawa na wao na waga kila mwaka wapo, wana, wana, wanapeleka timu. Nataka kujua mwaka jana shida ilikuwa ni nini? Uh, kiukweli si, siwezi kuisemea, siwezi. Yeah. uongozi uh, wa ligi ya, ya mkoa wa Dar es Salaam. mm. na wala siwezi kugesi. mm. kwa sababu nafikiri waliweka barua wali, waliandika barua ambayo ilikuwa iko kulia kwa wao kuelezea umma kwamba kwanini wajapeka timu mm. Kwa nafikiri kwamba ukirifalia barua itakupa majibu. Kwa mimi sina majibu ya kusema kwamba mm. uh, kwa nini timu ikwenda au kulikuwa kumetokea nini. Nafikiri hiyo ni, ni swala msingi sana kama utapata management ya, ya league na wale, wale, wale viongozi na wewe pia wakurifaa barua ambayo walikuwa wameitoa wao kabla ya kwenda taifa. Yeye waliitoa barua waliweka kwenye peji to... ya bidii pale yeah. Eh. Ukiweza kupata hiyo nafikiri utapata hilo jibu lako itakuwa ni clear kabisa. Hmm. Nikit, kitu gani ambacho uh, ni kitu gani ambacho kinacho kinachofanya, uh, kinachofanya au kinachotufanya sisi watu wa Dar es Salaam na mashabiki wa kikapu wa Dar es Salaam kuiona Dream Team ndo team, timu team pekee ambayo inaenda kuchukua ubingwa kwenye CRDB Taifa Cup, kwa sababu hata ukikaa ukiongea na watu wengi wa Dar es Salaam kimkoa, yaani ukiwaambia ah, kuna Arusha, kuna Tabora, kuna nini, anakuambia Dar es Salaam tunaenda kuchukua. Hii ni kitu gani kinachowafanya kinachowafanya au wewe unachohisi kinachotufanya sisi kama mashabiki wapenzi saa wa kikapu, wa kikapu wa mkoa wa Dar es Salaam tuone kwamba Dar es Salaam inaenda kuchukua? Ni kitu ambacho kiko wazi tu kwa sababu naelewa mm. kwa hiyo yani, hiyo inaonyesha kabisa kwamba ni statistics ambayo iko wazi kwenye basketball. Dar es Salaam tuna, tuna zaidi ya wachezaji mia mm. mia sita, umeona. Kwa hiyo kwahiyo hiyo yote inaonyesha jinsi gani ambavyo uh, Dar es Salaam ina nguvu kwenye hiyo industry ya basketball okay. Yeah. Ni changamoto gani kama wewe naoza uh, bwana Amini wewe unaweza waga unapambana sana kustatua maana kuzitatua, umeniambia wewe ni wewe ni mtu ambaye unaunganisha daraja between ya wachezaji na management, wachezaji na coaches sawa. Ni kitu gani ambacho, shida gani haso waga unazitatua? For example uh, mimi najua yani kwenye swala wachezaji na na bench, kuna kuaga kuna kuna shida sometimes sometimes, unajua kuna mchezaji anacheza lakini aongei na kocha. Sasa wewe hapo unaingiaje ili kumfanya mchezaji na kocha wawe very comfortable kwenye mchezo au kwenye wakati wa game, maana kuna muda kocha anahitaji kuongea nao mchezaji. Mchezaji mkali kocha mkali, lakini kuna misunderstanding au maybe wanazo walizipata siku moja ndani ya mchezo. Sasa wewe hapo kama kiunganishi wetu captain, hapo nafasi yako hapo ina unaiplay vipi hapo kwa mchezaji kocha na management? Oh, tuanje mchezaji na kocha kwa sababu ukiniambia inaweza ikaamua ikamwacha mchezaji management, management, management ina yeah. maamuzi lakini, kocha anaweza kawa na maamuzi, lakini mchezaji pia anamuhitaji yeah. yeah. Uh, mi kwa upande wangu mara nyingi hmm. kwenye ishu kama hizo hmm. naangalia kwanza, uh, changamoto kwa sababu kila sehemu kuna changamoto zake kweli na tuna namna tofauti ya jinsi ya, ku, ya kupokea changamoto. Unajua, issue kubwa ni communication kati ya, mm. ya mtu mmoja na mwingine, na hizo zote aga zinatokea ni misunderstanding tu. mm. Kwa maana kwamba mimi siamini kama kuna kocha ambaye anaweza ku, ku, ku, kumtuti mchezaji ili awe mbaya. True. Kila kocha anajaribu kumsuji mchezaji huo katika hali nzuri. ah. Ni yaani usiuchekeshe usi watu. mm. ko wakati mwingine kocha anaweza kunyima time ya kucheza kwa sababu unaonekana vibaya kwa watu ambao wanakuangalia huku nje, kweli unaelewa? yeah. Asa na wachezaji we have that confidence kwamba i'm better than that guy sahizi. yeah. I'm better than this kwa zile ni mentality ambazo wachezaji pia tunazo. Kwa hiyo mimi kwa uh, upande wangu sana waga na deal na mchezaji kutwist ile akili yake ambayo inamtuma kwamba ambayo inamfanya kwamba yani ahisi kama anaonewa au uh, ahisi kama hapendwi kwanza Kupata upi? Sawa. Kuna maneno maneno wa Kenya. Haya, yaani vitu vya chini chini ndio wanavyosema yeah, kwamba ile MVP award ya MVP wa ligi au kutakiwa wewe ushinde, yaani mtu aliotakiwa kushinda MVP alikuwa Mijamil. Sasa mimi nataka tu clarify leo kikapu podcast. Alright. Mimi ni mtu ambaye nilimposti Amini akiwa MVP <laughs> na nilipata maneno, so pia mapenzi. Of course, mi mapenzi pia <laughs> sijui umeelewa mapenzi kushabikia. <laughs> yeah. the way ulivyokuwa na discipline kwenye game, mmoja kati ya mchezaji una, una discipline Thank kubwa sana you. Thank you, na nawaambia watu huyu jamaa ndo maana ameenda kucheza so Kenya Uganda, amecheza hadi Rwanda, right? yeah. So, timu very professional ile timu uchukuliwi tu kuna vitu vingi sana wana, wanaangalia. Hebu tu clarify swala MVP, mimi mi nafikiri kwamba uh, tunapozungumzia MVP hiyo ina maana ni regular season right? yeah. Yeah. regular season Uh, based on numbers, mimi hadi timu yangu imetoka uh, quarter finals uh, nafikiri kwenye, kwenye top scorer nilikuwa ni namba moja, nikiwa nafuatana na Jonas ambaye anacheza finali. mm. Jonas Mush. Yes, ambayo nilikuwa namshinda kama pointi sui saba sgui tisa. Timu yangu metoka robo fainali. Unaelewa? Assist, I was there on top three. Steals, I was there on top three. Rebound, rebound, nilikuwa top five pale nilikuwepo. Sasa, kwa hizo namba tu ambazo nime, nimekugelea then uh, wakompe na watu ambao wanajaribu kwamba kusema kwamba labda walikuwa wanadeserve kuwa MVPs Mm. Mimi I don't have an, I, I kama ningekuwa MVP au singekuwa kwa sababu nothing will change. Ushanaelewa? Lakini hii mm, ni MVP ngapi? Kwanza, ya nne kwenye ligi gani? Ligi, ligi ya zote, yani kuanzia Dodoma huku. ni Ni vitu pia ambavyo siviweke sana akilini kwa sababu mimi individual things yani sio vitu vingi. Kwani ukikompare, okay, okay, okay, namba zangu na watu ambao wanajaribu kukompare kwamba waitakiwa wawe na MVPs. Yani hapo tunaanza debate. Kwamba okay, count the numbers. mm. sema uja, sema mimi nimegundua kitu kimoja hata mwenyewe umenifungua. Tuna shida moja ya watu kuongelea MVP tunavyokaa nje yep, lakini hatuongelei MVP kwa numbers. Hmm. Yani, statistics yani, yani uka, sema, tu, mba, ni kitu muhimu sana. sana. Yani uwezi ukasema tu kwamba huyu ni mwizi kwa sababu umemkamata leo kwa ibakalao. Nimeona, nimeona, nimeona kila mkoa kuna watu wamejitolea kuzichukua timu yeah. Uh, heu niambieni, kwa mkoa wa Dar es Salaam Mussa Mzenji ameplay nafasi gani kubwa sana ya timu ya Dar es Salaam? tunaujua nafasi aliyoplay kwenye Dar City, mm. na mashindano aliyotoka. shout out to him, I am very, very proud of him. kwa movement anaoifanya ya kikapu sawa, especially kwa individually, maana yake nazungumzia kwa timu yake. Hata timu aliochukuaga alikuwa anaidhamini pasi msimu miwili liopita, sijui mmoja uliopita alivyokuja, yeah, yeah. na timu yake tumeona kuna kuna yani kuna movement ya kikapu imekuwa kikubwa sana. Tumeona sasa hivi watu kama wakinagulaka nao wa outsiders wameweka wame, wame, nguvu, umeelewa jua. Kwa upande wa kimkoa sawa Musa ameplay pati gani au kitu gani ambacho ameplay ambacho nyinyi mnasema yes, hichi ni kitu ambacho tulikikosa na tumepata, tumeendelea kupata motisha ili tuweze kujenga na kuweza kukuza vipaji vya vipaji chipkizi vinavyokuja vya Dar es Salaam kupitia nyinyi ambao mnapata hizi fursa sasa hivi. Uh, yani, kwanza kipekee kabisa mimi nimpongeze Musa uh, kwa kazi nzuri anayoifanya kwa sababu ukiangalia kwa investment anayoifanya, True, ni kitu cha kujilipua sana sana, amna mtu anaweza fanya hayo mambo kwa sababu ni, uh, ni, ni kwanza ni niye amecheza basketball anajua mazingira ya basketball. Anajua na yana, eh, ya anajua maisha yetu ana, avyokuwa magumu ya dream ambayo ya kufanya basketball ifike mbali zaidi. Shout out to him. Na anafanya hivyo kwa hiyo na kiuhalisia Musa ni mtu wa standard. Yani, yeah. Hataki kufanya vitu yani, to perfection as, sana ya, just kufanya vitu ambavyo viko simple. Yeah, kwa kuwepo kwake kwenye timu ya da inarudisha ile brand ya, ya kusema kwamba I'm playing for dream team. Yeah, ile thamani inarudi, thamani inarudi. Kwa hiyo yani, kwa wachezaji uh, unaona hata e ambavyo atakuwa nalipwa tofauti na miaka iliyopita, appearance ya wachezaji itakuwa tofauti sana. Kwa hiyo yani, we are expecting a lot kutoka kwa sababu ni kwa mtu na okay, hivyo vitu vyote anavyofanya yeye ni kwa mapenzi. Kwa hiyo yani, impact yake ni kubwa mno kiukweli. Tunahitaji viongozi ambao wanaweza kutoa hela mfukoni ili kuweza kusukuma kikapu, mm, kama mpira hey, wa miguu, mbona watu walikuwa wanatoa hela wakina, nakumbuka Nzizo, wakina Manji, wakina Malinzi, hey, wakina nani, ili mchezo ukue, kwa sababu mwisho wa siku, saa mimi nikwambie mchezo baada ya miaka miwili people they are getting 2 million per month hapa.